Mbinguni na duniani kusalimiana na watu au sio? Basi hebu nione furaha yenu mnapompokea rais wenu mtarajiwa, Mheshimiwa Rais mtarajiwa, muda huu ni wa salamu na salamu haijawahi kuaga dhambi mbinguni na duniani. Wako tayari kupokea salamu zako. Karibu sana. Asante sana Chato. Chato, Chato, Chato mpo. Chato mpo. Chato mpo. Asante sana. Asante sana ndugu zangu. Sasa kwanza, kumradhi kwa kwaku sababu tumetoka mbali sana, tumefanya mikutano tangu saa mbili asubuhi. Sasa ndugu zangu, kwa sababu muda umekwenda, nitazungumza kwa kifupi, kwa sababu hatuwezi tukasalimia tukaishia tazungumza.